E bana, mambo vipi? Karibu sana katika bundese letu leo. Kwenye bundese letu tutazungumzia football mind, mechi ya Yanga na as Farabati, hatua ya makundi klab bingwa Afrika. Yanga waliingia na mfumo wafosilisilii, walifanya high press iliyowapa uwezo wa kudhibiti kasi ya mchezo na kuanzisha mashambulizi kupitia kwa mawinga na walidhibiti eneo la kati. Walifanikiwa kutawala eneo la kati, walitumia kasi ya mawinga kutengeneza nafasi, kutumia attack transition. Walitengeneza shinikizo la mapema ili kumweka mpinzani chini ya pressure. Tukija katika nafasi ya ulinzi, ilikuwa thabiti na yenye mawasiliano mazuri, iliwazuia Farabati kupata nafasi za wazi. Walikuwa na umakini mkubwa, walishuka haraka walipopoteza mpira. Yanga walishambulia kupitia kwa mawinga na pasi mpenyeza walitengeneza nafasi nyingi, huku mpango wao wa kushambulia kwa kasi uliwafanya Farabati kurudi nyuma mara nyingi zaidi. Prince Dube alikuwa na siku nzuri kazini, alifunga goli na alikuwa tishio mara nyingi zaidi. Yanga alishinda kwa sababu walidhibiti mchezo, walikuwa bora katika eneo la kushambulia, walikuwa imara katika eneo la ulinzi, walikuwa na nidhamu ya mchezo. hivyo basi ushindi ulikuwa ni wa kimkakati na wakijanja zaidi, na si wa bahati. Asanteni sana. Naitwa Mr Information Miner. Msisahau kutofollow fahali stage fahali yetu star yetu.